Hivyo we mwana, wewe mwanamke, wewe, mbona una huruma hata kidogo? Sofia, unanivua nguo si ndio? umeamua kunivua nguo nakuuliza? hapa ndo nyumbani si ndio, hapa ndo nyumbani. unanitafuta si ndio wangu nilijua nitapata furaha <muchas> nikiwa <muchas> na wewe Kasoro yangu sina pesa, sina jina, ndo umeniacha mwenyewe bila kujua nilileta chochote. Nilikuwa nambadilisha line kwenye simu yangu, kumbe sio. yeah. <coughs> Unajua mke anapauma na kuuliza? Eh? Unajua ni kiasi gani ambayo mimi nahangaika kwa ajili yako toka unanitafuta si ndio? Toka. Unajua thamani ya mke wewe. Nauliza unajua thamani ya mke wewe. Unajua mwanamke anavyouma blaza. Si thamani. Sikujua kama ni mkaka kwa blaza. Sasa sitaki kusikia anavyouma. Sawa. Alafu mimi nakuja hapo unaniambia mnatengeneza simu wewe, ili eneo unatengeneza simu. Unafanya mpuuzi sio? Unafaa kaka. Nimejuaje kama nyinyi mko hapa? Nini maana ya kwa maana, unavyoambiwa mke wa mtu ni sumu, lazima uelewe mke wa mtu ni sumu, sawa? Mimi naangaika usiku na mchana, unafanya kazi ngumu kwa ajili ya kumlea mke wangu. Jamaa, mbona kama ananifuatilia huyu? Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani ni mtoto wa mtaani. Oh. Salama shemeji. Hmm. Pole shemeji na matatizo yote. Matatizo gani shemeji? Kuna taarifa kwamba Kichuna anataka ajinyonge. He? Kichuna tena? Kabisa nakwambia. Nini kicho mpelekea hapo akataka kujinyonga? Kichuna anataka ajinyonge kwa ajili ya Jakobo. Nilimwelekeza, nilimwelekeza shemu kabla ku, ya, kwe, ya kufanya yani, alikuja kuniambia kabla hata hajachukua maamuzi, nikamwelekeza, nikamwambia mimi kakaangu amemsamee. Jamani Kichuna mwe. Kiliendelea nini? Basi ndo hivyo, yaani kisa tu Jakobo akumsamee Kichuna, ndio maana Kichuna kachukua maamuzi hayo. Kichuna werala, tunaomba pesa yetu. Mlikuja kukopa na Msafiri. Msafiri tunampata sehemu zote hayupo, alafu wewe, bahati nzuri, tumekukuta hapa, tunaomba utupe hela yetu. Kaka samahani. Cha kwanza umekuja juu. Alafu kuja nisalimie. Si ulikuja kukopa pesa wewe na Msafiri. Msafiri, si ulikuja naye Unamdai nini Msafiri? Kwa hiyo tunaomba pesa yetu. Msafiri ametupotea hatuelewi yuko mazingira gani, kwa sababu tumekukuta wewe, tunaomba pesa yetu. Taratibu kidogo, deni lenu mmechukua na nani? Na Msafiri. Msafiri ni ndugu yangu yule. Hakuja kukopa. Wewe wewe ni ni jeuri. Sindio? Bana. Wewe ni jeuri. Sindio? tumeachana yaani yaani, alafu Msafiri yani sio, kwani nilikopana? yani yani, kama ni mkosi tu, hata kwangu mimi amenitetea kwa kaka. Kama mashida na hela, mpoteni Msafiri. Kwa nini mnifuate mimi? Pesa ulichukua haukuchukua? Sikuchukua mimi, alichukua Msafiri. Lakini si ulikuwa naye wewe? Mimi nilikuwa msindikizaji. Haijalishi msindikizaji, haijalishi ulikuwa nani, haijalishi ulikuwa mwimba ngonjera. Sawa, sisi tunachokijua, picha yako ipo ofisini <tipi> hizi ndio faida na hasara za kuwadhamini watu ambao sio waaminifu. Lakini mimi nimsindikiza tu haijalishi, i mdhamini wake hu mwelewa. Basi kakangu ni posi sana, inaonekana una dharau wewe, binti, sio ni mdishi. Kwa sababu sahii mimi na Msafiri hatupo kwenye mahusiano. Lakini ulikopa naye. Kwa hiyo unataka vita na sisi? Yaani unatufungia sisi kibwebu, watoto wa kiume. Umetaka vita. Aha. Basi njoo, unajiweza, una Sawa, mimi sitaki kupoteza nguvu zangu bure kupigana na mtoto wa kike kama. Hmm. Shemeji, yani mimi taarifa hizo nilikuwa ni sina kabisa, wa yani wewe ndio wa kwanza kuniambia hapa, yani nilikuwa sijui. Mungu wangu huyu naye sijui pepo gani lilimkuta jamani. Huh. Shemeji, huenda sio yeye eh. Huenda sio akili zake kabisa Wenda, kuna kitu kinamfuatilia, sio buli. Bahati nzuri, mi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kujua siri ya Kichuna, na ndo maana alipotaka hata kuchukua maamuzi, mi nilijua, bila ya hivyo tungempoteza Kichuna kwa sababu bila mimi kuchukua maamuzi ya kwenda kumwelekeza Kichuna tungempoteza katika hii dunia. Sawa shemeji yangu, mimi nilikuwa na haraka kidogo, kuna sehemu naenda hapo mbele. Kwa hiyo huyo Kichuna mimi nitamtafuta kwa muda wangu, nitaongea naye shem. Na haraka. Mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani, ni mtoto wa mtaani. We, mtoto wa kike laini hivyo mm. Unataka kusumbwana na mimi mm. Sasa sian, nikuambie kitu. Sisi pale ofisini tuna pasipoti yako ambayo umebandanisha na ule mdeni wetu. Ulikuja pale kama mdhamini tena kama mke wake. Nashangaza licha hivyo, mimi ofisini sikukuta wewe eh. Nilimkuta huyu hapa, hayo maneno aongee huyu hapa. Kwa maneno, kwa sababu wewe haukuepo. Ile ni ofisi. Alafu kaka, tamani usinishikie pua, umesikia? Taratibu. Maana umekuja hapa kishaji. Mkija kishari umeondoka kishaji. Kumbe amnijui eh? Kwa hiyo unataka ugomvi na sisi? Nataka ugomvi na yinyi. Ila kwa sababu mmekuja kishaji. Unajiwezi? Sijiwezi. Ila mmekuja kishaji. Unajua unaongeana na nani? Sijui unaongeana na nani. Na. Wajeuri eh? Kaka umechanganyikiwa? Alafu kitu chingine niwaambie kitu. Mimi msafiri sina mahusiano naye. Ile siku mimi nilikuwa ni msindikizaji tu. Point ni kwamba sisi hatujali masuala ya mahusiano, hatujali masuala, si msafiri ni nani. Sisi tunachokijua tuna pasipoti yako, ule ni ushahidi tosha kwamba wewe. Usitaki, usitaki kubishana na sisi. Tafadhali usitaki kubishana na sisi. Kaka, nijui mani lelo. Kaka unijui eh? Wewe ni jeuri si ndio? Muonyeshe ile picha. Inaonekana ana kiburi. Una kiburi. Huyu huyu ni nani? Kichuna. Ndiyo. Na wewe ni ni nani? Mimi ni Emma. Una dharau huyu. Na dharau gani? Sikia nikwambie, sikia nikwambie kitu. Sawa. <coughs> Sisi sisi sisi hatuna haja ya kuanza kwanza kwa kuihna mtu kama huyu, ni si mtumiwa kama ni mtuhumiwa anatoa, apelekwe sehemu husika. Unaondoka na wewe wewe, mashtaka na na na na na na, piga piga kelele nini? wewe wewe Wewe, wewe, usitake kuamsha mashetani yangu. Sawa? Unaenda uh! Wewe nakuuliza unaenda, wewe au unataka nitumie nguvu? nataka ntumie nguvute Hapana.

Katameluko. Katamel. Wewe. Jamani, Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mimi mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Habari dada Salama. Karibu. Asante sana, samani nimekuingilia kazini, lakini kuna jambo tu nilikuwa nahitaji kuongea na wewe kama utoja. Ndio, nakusikiliza. Bila shaka wewe ndo <laughs> mke wa Msafiri eh? Ilikuwa zamani sio sasa. Nataka yes. yes. tu kujua hivyo, kwa sababu nadhani unafahamu kuhusiana na deni ambalo mumeo Msafiri alikuwa amekopa. Tumefanya kila jitihada kuhakikisha tunampata kwa kumtafuta kazini, kumtafuta nyumbani. Shida kubwa imejitokeza, mm -hmm. ni kwamba imeonekana Msafiri ni msumbufu sana kurejesha lile deni, na tumefanya kila jitihada na kila mbinu ili aweze kuturejeshea, lakini kulikuwa ni ngumu. Hivyo basi, tukajaribu kupambana kumtafuta, tumeenda nyumbani kule, tumekuta wanasema nyumbani, wewe mwenyewe hauko umeshaondoka, lakini yeye mwenyewe pia hayupo, unaona, na haijulikani yuko wapi. Koo, tumetafuta mawasiliano, tumejaribu kwenda kazini kule, tumekosa, tumekosa aina yoyote ya detail ambayo inaweza ikatusababisha tukajue yuko wapi kwa hiyo mpaka nimefikia hatua kuja hapa, mwenzangu amenielekeza, mm -hmm. kwamba wewe unaweza nikakupata maeneo haya hapa kama unakuja ili niweze iweza kuzungumza, labda unaweza ukawa unajua chochote kuhusiana na eneo ambalo yupo msafiri sasa hivi. Lakini wakati anakuja kupata pesa, silibidi yeye namdhamini. Kwa nini simtafute mdhamini wake like, labda atawapa taarifa zozote mpaka wakati huu tumesha mkamata mpaka huyo mdhamini mwenyewe, lakini na yeye pia anadai kwamba ameshaachana na msafiri muda mrefu na hawana mawasiliano yoyote, kwa sababu ni mwisho wa ugombani. Ndo maana mimi nimefunga safari kuja kwako, kwa sababu naamini wewe ndio mtu wa karibu wapekee ambaye ungeweza kusaidia. Kitu pekee ambacho nahitaji kwako unisaidie labda unaweza ukawa una una taarifa zozote kuwa yuko wapi kwa wakati huu na au labda tunaweza tukampata wapi? kwa kweli, kwa kuhusu Msafiri sina taarifa naye yoyote ile, lakini Samu alishakuja nyumbani zaidi ya mara nne kuifuatilia hiyo hiyo pesa, ikafika steji mpaka kabeba na friji. Mi ningejua tayari alishawalipa dada. Mumeo ni hatari na ni mkaidi, ila sawa. Kwa sababu wewe umesema haujui halipo, maana yake siwezi kupata msaada tena. Ila nitajaribu kutumia plani zingine. Utampata. Asante kwa ushirikiano wako. Pole ni sana, najua kabisa bajei ni mzunguu sana. Ila mkimpata mnaweza mkapata pesa zenu. Tajaribu kutumia plani zingine. Utampata. Asante kwa ushirikiano wako. Anawasiani na sawa. Ndio kwamba nimeshaonana na wewe ili asijakaja na yeye hapa tena, eh. Hello. Unasikia hey? Nimeshaonana naye lakini, bado inaonekana hatuwezi kupata msaada sababu, kwa sababu yeye pia hana taarifa yoyote. Yes, hapa inabidi tuendelee kupambana tu kumtafuta kwa mbinu zingine. Tutampata tu, hela yetu haiwezi kwenda bure hizo. Sawa. Poa, nadhani haina shida, mimi nadhani muda huu tukutane ofisini pana pa. Ah, poa. Karibu sana. Kuna muda najuliza, wai mbona ndoa yangu inasumbua, matumizi hujahacha ndani, ukirudi huko ugopi, utatua, unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi, kila siku majeraha moyoni, mme wangu, kosa langu lipi

Sasa hivi ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mtanesa Film. mimi ni Director Gamba na niko hapa kwa ajili ya kukuomba ewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, kuwa tunahitaji sapoti yako, tunahitaji kampani yako, kwa sababu tunafanya mambo makubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunakuweka sawa kisaikolojia, lakini pia tunakuelimisha kupitia kazi hii ambayo tunaifanya. Projekti yetu ni mtoto wa mtaani ambao sasa iko sokoni. Tunahitaji kampani yako kwa kulike, kushare na kucomment, bila kusahau wanangu wa Mbozi Mlowo, bila kusahau wanangu wa Mlowo Mbozi, mkoa wa Songwe. Hii ni kazi ya nyumbani kama ilivyokuwa kawaida. Watu wengi wamezoea kwamba sisi huku kwetu hatuna maajabu, hatuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya tukavionyesha duniani, kwamba sisi pia tunaweza kufanya nao tumekuja tunawaletea projekti za nyumbani. Tunaomba mtusapoti tuzishare kwa watu mbalimbali, ili tuweze kutangaza mkoa wetu tuweze kutangaza vipaji vilivyokuwepo nyumbani kwetu. Thank you I love you guys, by the name Shadrack Wega aka director Gamba. Na muda najuliza, wai mbona ndoa wa yangu inasumbua? matumizi hujachanda kiludi ugopi utatua, moyo unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza, tutaenda wapi? kila siku majela. Mme, mme wangu, kosa langu lipi?